Sisi tunaenda kulingana na upepo, unaona hivi. Sasa ilikuja mapiano, ilikuja singeri, ilikuja nini. Kwa hiyo unaenda na wakati, ila kwa sasa mziki wa washabiki wetu wanapenda mziki ambao ni wa kucheza. Yes, ni Kasamalo, niko na mwanangu hapa, Chuse Boy aka mtoto wa Kishua. Hii mtoto wa Kishua hashtagi yake waga, anajiulizaga jamaa katokea kule ambapo tunasema mboga ya saba ya mwisho nyama. Sasa jiulize, ya kwanza na ya pili itakuwa ni ipi? Mzee, ni aje? Fresh, mambo vipi? uko poa? niko poa, I'm sure. mtoto wa kishua yeah. ina maanisha ama ndo waoni tu alikupa jina fulani. Ah, inamaanisha maanisha mimi mi, mi, ni mtoto wa kishua pia mwenyewe ni mshua eh. hey, katika familia mzuri, LG life is good ya acha kweli kwao. unafanya muziki for fun ya? yeah, mimi <laughs> nafanya muziki for fun yeah. So, kwa ajili ya kupata pesa muziki um, sio pesa sana kwa sababu mimi mwenyewe najiweza, sometime naweza mm. e, na kufanya pesa zikija fresh kama nanii inakuwa mm. e. um, kutoka katika familia nzuri za kimuziki zinawafanya msi, msi, msi haso sana, kwa sababu kila kitu inakuwa kiko tayari kwa mpea, labda na kina Diamond wenyewe walipambana sana enzi hizo. Hapana, kutoka kwenye, kwenye ushua, sio kwamba unaweza usipambani usi, usi, kwa sababu inategemea na, na wazazi wako unao, kwa sababu eh, kuna wengine hawapendi yani mambo ya music eh, unajua mziki kama unaanza, hata familia inakuwa sometimes inaweza kukutenga, wakajua kwamba ni uni yeah. Kwa hiyo kila unavyoendelea na kupambania ndoto yako eh, ndo familia na wazazi wana wana wanaendelea kusogea kidogo kidogo kulingana na kile unachokuwa unakipata au unakifanya. Ya. Yeah. Wewe hapo um, we ulipitia kama haswa ambazo tunaamini Diamond na Harmonize mpitia. Yeah, mimi nimeaso, nimeaso. Eh, kwanza kabisa nyumbani kwetu sio Dar es Salaam. Mimi lakini na yeah, mkoa ni. Mkoa gani? Kigoma. Karibu ha, na kina Nyago Nyago. <laughs> ah, nyago yuko Nyago, kambini kule <laughs> ah. Nyago si mkimbizi bwana, japo anakataa kwamba sio mkimbizi. Mkimbizi sisi tunafahamu kwamba sehemu alipo anapoishi ni ukimbizini. Tunampokea ukimbizini ila ila, yeah. wasanii wa bongo wa mmempokea fresh e, sisi tunampokea kwa sababu sisi asili ya wasanii wote wana nizamu na upendo eh, kwa hiyo lazima tumpokee kulingana e, tunavyofunzwa kabisa. Kwanza ni nizamu na upendo kwa hiyo ushakuwa na upendo, lazima mwenzako akija kwa hivi, lazima uwe naye karibu. yeah. Okay, sawa. Kigoma, uh, kig yani ushi wako Kigoma, kivipi, yani kwamba, mazingira Kigoma ni ile maisha mazuri kama tunaona tukishua da nyumbani gari fresh ni? Hapana, kule nilikotokea mimi nilikuwa tuna ni, nikishua kulingana na mazingira tulikuwa tunaishi. sababu ujue, maisha si yanatofautiana, yeah, kama vile da magari nini, lakini kwetu kule yani mzee ajao ajao aloko sana ni kwamba kuna vitu baadhi tukua tunavipata <laughs> eh. Ndio jina la kish katokea hapo eh. Okay. Eh. So, uh, ni kweli wasanii sometimes huwa kika kwenye radio kwenye media wanatuongopea kuhusu haso zao, wanazidisha chumvi a <laughs> wengine wanataka kiki. Si unajua katika maswala ya mziki wanakuwa wananani, lakini mara nyingi sana mziki mziki una haso na mziki sio kitu cha leo mama, kwamba unaweza ukafanya leo tu na ukajikuta uko sehemu nzuri. Lazima uaso e, vile vile, yani paka watu wakuamini, lazima ufanye kazi e, kwa sababu ni vigumu mtu wa kawaida tu aje akuamini na wakati hajatambua yani, kwamba wewe una uwezo gani? Ni okay, vigumu. Kwa hiyo kuna aso, nyingi sana kimziki e, kuanzia kwa maproducer e, pia paka kwenye kwenye kwenye media na ni redio, yani ukienda ni hivyo yani E, kabla hujaaminiwa, uwezi lazima utakuwa na haso. Ulisha kuzurumiwa kwenye safari yako ya muziki? Wakati una haso? Hapana kuzurumiwa, mimi sija kuzurumiwa, lakini nimehaso e. Kuna mambo yaliyonikuta mengi, kwanza kipindi naanza e, watu walikuwa waniamini kwamba na uwezo wa kufanya kitu ambacho nakitegemea mimi, kwa hiyo e, kilinipa sana changamoto kulingana na mazingira nilikuwa nikihitaji, unajua, kuna tuseme labda shauku, unaona, labda labda show imetokea show same sehemu, wewe kwa kujiamini ukaona kwamba mimi hapa naweza nikafanyaje, nikaperform, lakini watu utakaofuata, madijei, waandalizi wale, wakakuchukulia poa, wakaona un... <laughs> wakaona kwamba unaweza ukaribu show na ngati una uwezo wa kufanyaje, Waku... Waku... Waku, wakupambania kaya. Na ikaonekana okay. Sawa, uli uli uli sha kuchukuliwa producer ni wakishua akaona nakuletea tamaa kwamba oya, unajua kuna ile ukiwa underground producer na ndio ii ndio sehemu kupiga hela usha kukutana nayo. Ah hizo nyingi. Nyingi sana. Sababu mambo mengine ni siri. Nishapita sehemu nyingi ah, dogo. <laughs> <we. laughs> Anaogopa siku kenda studio, anasema sikiliza, mwanangu, wewe wakishuhuli tuzungumzie vile <laughs> yaani mara nyingi inatokea, yaani inatokea sana eh, kwa sababu kuna aso moja. Kwanza mimi nilikuwa, unajua nilivyoanza na safari yangu ya muziki e, eh, nilitamani faster nikutane kutane na watu wasanii wakubwa e, eh, wa kwanza mimi mimi nishafanya muziki na wa, wasanii wengi mbalimbali mbali, wa Tanzania, nchi ya Tanzania e, eh, nimefanya fanya, lakini nilianza kwanza na ndani E, nilifanya mziki na Juma Nature. Eh, Nature, tulifanya naye mziki kama nyimbo tatu hivi lakini da see ah, <laughs> <laughs> <laughs> <Tupe experience. laughs> <A, laughs> kwanza <laughs> <laughs> <laughs> <Nature>, kabisa <laughs> nilitafuta connection naye kwa sababu mshikaji ule kwanza mimi nilikuwa kama mshabiki wake. Eh, yani mipito yake nilikuwa naikubali. Bravo. Ya eh, nikaona sasa huyu kwa sababu ya wa mambo yake mimi naelewa, inabidi nipitie kwake yani. Eh nikawa <coughs> nikamtafuta mwanangu mmoja alikuwa DJ wangu. Nikamwambia, mwanangu, mimi nahitaji kukutana na Nature. Tufanye kitu. Basi, yeye, bahati nzuri, alikuwa na namba ya Juma Nature. Eh akawa ameniambia, basi ngoja tumtafute. Akanipa namba mwenyewe, kaambia, sasa unajua Necha na mambo mengi, nakupa namba mwenyewe ili ujieleze e. Mimi nikawa nikampigia, braha vipi? Kaitika Necha pale, kanambia poa, nani Chuse. <laughs> Chuse ndo nani? <laughs> Umeona eh, zile, Chuse ndo nani? Nikamwambia Chuse mwanangu, braha, mimi na shida na wewe, nataka kuonana tuongee. Ah, mi bwana siku ya kwanza kanaambia mz, mi bwana mimi si, si nani. Kwanza aliniuliza wewe nani? Umfanya nani mwanamuziki au nini? Nikamwambia mimi mwanamuziki akasema mimi siongei na waimba singeli bwana. Acha bwana. Eh, siku ya kwanza hiyo. <laughs> Nikasema da au oh, jina la Chuse kajua. <laughs> Chuse hiyo hapa baba. Eh, akajua mambo ya singeli nini si unajua? Akanambia bwana mimi waimba singeli mimi yani wenyewe na mimi ni vitu viwili tofauti yani. Kwa hiyo wewe fanya time zako. Umeona eh, siku ile nikaona mshikaji tayari, ndio wale wanasema kwamba mtu aliyoko juu lazima ni dharau. Umeona eh? Nikaona lakini poa kwa sababu mimi ndoto yangu nikutane naye. Eh sijapoa. Eh, Nikamkalia siku ya kwanza ya pili ya tatu, nikampigia tena, brother, mimi na shida na wewe. Naomba tuonane basi, ujue mimi nakutafutia nini. Kanambia kweli? Kanambia ndio, akasema basi njoo. Bwana, kanileta sehemu tukakutana. Ehe, vipi? Nikamwambia mshikaji, kwanza mimi mi mshabiki wako, alafu pili mwana mziki, kuna njia zako mimi nazikubali, nazielewa. Nachoomba, sina uwezo wa kulipa, lakini naomba tufanye mziki. Kanicheki, kaambia hivi wewe unaweza kuimba na mimi? Nikamwambia mimi naweza. Nikaimba naye, mbona unajiamini? Nikamwambia mimi naweza. Akasema basi poa, we nenda next wiki uje Aise, mi kwa kweny siku kufiji nilifurai sana, ni sikuwe nimepata usingizi mzuri. Yani nikaenda mistari nikaijaza, kwa sababu mimi ni mwandishi ujue, naandika mwenyewe ngoma. Eh, umeona bwana, kwasababu kuna wasanii wengi wengi ambao siwezi kuwataja, ni mwandikia andikia ngoma eh, naandikia nyimbo na wanafanya unaona bwana. Basi mzee, nacha. Baada ya siku mbili, mimi nikaingia pale, kuingia akampa producer, akamwambia producer bwana, sikiliza, kwa sababu nacha kwake pale kuna studio Kwambia wewe aingia na kwake Mbagala. Eh, kwake Mbagala hapo nimfuate. Akasema bwana sawa, mimi na ndaza yangu ndani cheki katuni, wewe nenda na producer kaimbe chorus. Umeona eh? Yaani kaenda zake ndani, kaenda ndani nataka utakunisikia? Kaimbe, mimi nitakuja kusikia unachokifanya. <laughs> I say, yani, yani, yeah, eh. Yeah, mi yani maeneo yao inabidi inabidi ujaamini kwa sababu mimi sasa nilikuwa ndoto yangu ndo kufanya muziki na yeye. Eh. Nami nikaona ngoja nimfurahishe brother, kaingia studio pale, nikampigia waiter. Waiter, lete mondi waiter ya, nikamwimbia pale. Nilivyomwimbia producer alikuwa anaitwa Ji, Ji alikuwa anaitwa Ji, na akamwita aka necha jo, mwanangu dogo ni hatari <laughs> akaja, kasikia pale ah! Safi, safi. Basi akanipa biga hapo akaniambia poa mwanangu mimi naimaliza nikaondoka. Nimeacha nimempigia kolasi na visi ya pili ya akaja akamalizia. Ikatoka. Baadaye mwenyewe akanipigia, "Oya mwanangu Chuse njoo sasa. Kuna ngoma moja tutaka tuimbe na Expecta na yeye." Mm. Sema mimi nika kidogo nazaru, na zaru, na nani na udhuru kidogo siku eh. Sikufika. Kwa ile ngoma alikuwa anaifanya yeye tutaka tuimbe naye mimi, Expecta na na, na Mlisho Mpoto Baadaye sasa mimi nilivyokuwa na dharura zangu, wakawa wamefanya wenyewe na Mshopoto na nani, wakamweka pale pale, wakamweka nani, Temba. mm. E, wakamweka Temba pale. Basi mimi nikawa sijaimba ile nyimbo, nimekaa kama. Baadaye e, sasa <laughs> mimi nilipata changamoto kidogo za kifamilia, si unajua. Kwa hiyo e. pale <coughs> Nilivyokosa kwenye ile ngoma nilumia sana nikaona ah, sasa kama mshua mwenyewe ndo aishanipigia simu. Eh e, ya njoo afu mimi kama nimezingua atakuwa sasa ananipunguza si unajua. Basi mimi ikabidi nimwambie sasa brother mimi sharudi. Kwa hiyo naomba tufanye hata kitu chochote. Basi kwa sababu yeye nature alikuwa ameshaniamini. Mm. Eh, akaniambia basi poa njoo tuimbe nyimbo nyingine. Tukaimba kuna nyimbo moja wanaita kwa mrombo. E, tukaimba yani na asili ya Arusha Arusha sana tukaimba ile, lakini tulikuwa hatujazitoa hizo ngoma. Kwa hiyo ndo hasa nyingi sana nilipitia kwa kule. Baada ya kule ibidi e, mimi nikaanza kuimba flavor kwa sababu kwake kule hip hop. E, nikaama nikawa napiga flavor. Kwa hiyo hasa zangu nyingi sana ilitokea huko e, ila baadaye mambo yangu mwenyewe nikawa najiendesha okay. Yeah. Kuna mtu alinyambia unajua mwamba akishua kasafiri nchi nyingi sana Afrika ila somo la kuzungumza kwa sababu jamani, wakishua wakishua hawana kelele. Nikamwambia kweli, kwa sababu unaona wasanii wetu hata ambao tunasema English tokina Diamond, nini akienda sema lazima afanye fujo yeah. Nikasema nitamuuliza hili swali is it true uh, tunachoaminishwa na wasanii wetu wa Kibongo Bongo akienda Uganda Kampala, South Africa wanajaza, ni kweli ama ni propaganda za kuaminisha ukubwa wao? Ah, mara nyingi inakuwa sio kweli mara nyingi inakuwa sio kweli, wanajaminisha tu kubwa wao kwa sababu show uwezi kusema kila siku unaweza kujaza mm. E, sometime unaweza ukajaza au usijazi mm. E, lakini sasa, kulingana. Unajua, Tanzania, Tanzania watu wa, yani wamezoea mambo yani, tuseme si uongo si nini si unajua e, yani mtu akifanya kitu cha uongo sana kinakuwa kina trend e, na wale wanaficha labda wanaficha aibu zao kulingana mm. e, kulingana na na mazingira ya uwezo au ukubwa wao si unajua? E, wanaongelewa wana vipi Tanzania au kwa Afrika nzima. Kwa hiyo sometimes wakigonga mwamba wanaficha e, wanaandaa mambo mengine kwenye posti, posti za mitandaoni e, ili si tuone kwamba kitu kilikuwa kizuri, kumbe ni kawaida. Harmonize ni kweli msanii mkubwa sana katika hizo nchi ambazo umeenda kama yeah, anavyotuaminisha. Harmonize. Harmonize <laughs> ajabu mkubwa, hawezi kuwa mkubwa Uh, bado so, kwa sababu kule South Africa kuna watu wakubwa, anaweza akafika na wasistuke, okay, tu akawa ni mtu wa kawaida. Diamond kidogo Diamond watastuka kwa sababu uwezo wako unaonekana mm. So, um, nizibadu, uh. Ha, bado, bado. Eh, kwa sababu nakwambia nini bado, unajua hata wewe unaweza kuwa na mtoto wako awezi kushinda wewe E, pia ana mwalimu, anapomfunza mtu, kuna mbinu zingine lazima azifiche za kuweza kumpigia mm. Sawa, so, kwa hiyo Mondi ndo kamfunza nani, Konde. Konde hawezi Konde kumzidi Mondi, kwa sababu Mondi ndo kamfunza mm. Kay, kuna vitu vingine y atakubali tu yeah. y okay, so, uh, so Diamond ni mkubwa hivyo, ama ni mkubwa kiasi tofauti ambavyo tunavyoaminishwa, ayule mkubwa <laughs> Simba yuko vizuri okay. Simba yuko vizuri eh, yeah. So inawezekana Simba kafanya of Africa, show South Africa kawakalisha wasanii wa South Africa yeah. Anaweza kwa kujaza, anaweza anajaza, eh, anaweza, yule mtu hatari mm. Eh, unajua ngoja nikwambie kitu kimoja, ukisikia Kigoma ndo mm. mziki upo Hapana, mi nakwambia ukweli, yaani ukisikia Kigoma ndo mziki ulipo ee. na kama unavyomsikiaga Babalevo, kuna kipindi anakuwa naongeaga eh, Lukuga sijui Lukuga sijui nini, yani yani, sikiliza, nikwambia, unajua kuna watu wengine hawajui maana Lukuga ni nini. Yani sisi tunaishi kule Kigoma ndo tunafahamu, Lukuga ni upepo fulani ambao unakuwepo ba, ziwani. Yaani wewe ukishatoka yani, chombo chochote akitoki na nawala hamna mtu yote anaweza akapita pale. Eh, yaani ni kitu ambacho ni kikubwa kuliko kitu chochote unachokijua wewe. Kasoro Mungu tu. Kwa hiyo ukisikia anakuambia lukuga yani ni upepo ambao yani hakuna mtu yote anaweza akafata Eh, yeah, e. Okay. Sawa. So tumpongeze Diamond. Eh, anataka apongezwe tu. Okay. Eh, yuko vizuri A yeah. Sawa so, uh, nataka tumalize hili lafu tuingie katika ngoma yako mpya, bonge moja la goma. Nilipata bahati ya kusikia wakati unakuja kwenye gari yako pale, nikasema South Africa, uga kuna machafuko na ulishi kukaa kakutana na kipindi ambacho kuna machafuko? Hapana, bado bado. Mara nyingi nilikuwa nikienda nakuta kuna amani kuna amani, alafu mi ni mtu ambaye sikai sana kule nilikuwa nikienda kwa dharura na ninawahi kurudi. Eh, nilikuwa nikaenda Johannesburg, jyoz... jyo ni Cape <clears> Town, <throat> wewe nikifika pale nakuwa na mishemishe zangu za hapa na pale sio kwamba ni mkaji wa kule. Kwa hiyo mara nyingi sijawahi kuona michafuko ya kule lakini naisikia. Yeah. Mbona pengine una, una, experience utupe experience mtu, maana dunia imechafuka kama ukiangalia Israel, Palestina nini wanapigana. Kwa sababu nipe experience kama huko labda napo pananukaga hivyo kama ambavyo tunavyosikia. Ah, hapana sijawahi haijawahi kunitokea. Ajaisi, yani sija kuona nikiwa kule pakinuka, pananuka, pananuka kule pana hatari, kwa story hata wewe unasikia eh. Sawa bwana, muziki sasa hivi umekuwa mgumu kweli <coughs> na nafikiri uwepo wa teknolojia, hata mimi sauti yangu inaweza nikaimba kitu ambacho kuna producer watakunipiga hela, akaniambia wewe, <coughs> we njoo, tu mimi nitakuelekeza <coughs> uh, namna ambavyo unatoa ngoma zako by the way. sasa hivi upo kwenye mapiano nyinyi, ambao wasanii sababu mnaofanya wasanii sababu, tumemwona Diamond anafanya kiangalia ni kusalama na, na, na Barnaba, the same yeah. kuna katikati pana changamka muziki ambao, ambao mashabiki wenu wanaotaka Eh, ujue sisi wasanii tunaenda na upepo. Tunaenda na upepo wa mashabiki wanavyohitaji. Eh, unajua mashabiki tuseme sio nikwambie kama bendera. Yaani wanafata upepo. Eh, yani sisi wasanii ndio maana yani mtu mmoja ana uwezo wa kuinua watu hata bilioni mbili. Eh, unatakiwa una uwezo mkubwa sana wa kuweza kuachukua watu bilioni mbili ukawa nao. Yaani ukawa unawaendesha unavyotaka wewe. E, yaani mziki, e, ya mziki ni kwamba wasanii wana tuna, sisi tunaenda kulingana na upepo. Unaona hivi sasa, ilikuja mapiano, ilikuja singeli, ilikuja nini, kwa hiyo unaenda na wakati. Ila kwa sasa mziki wa washabiki wetu wanapenda mziki ambao ni wa kucheza, ya ambao ambao huwezi kupoa nyimbo mm. So, yako mpya ni, ni demo shheshaisha E, ni ni ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni sio mwanamke alimwambia, ah <coughs> kuna nyimbo mbili ninaachia, kuna ngoma mbili nimeshazitengeneza, ziko tayari eh e. Kuna, kuna, e, kuna moja ni ya mwanamke na kuna nyingine ni ya mwanamke eh. Kuna moja ni ya mwanamke na nyingine ni ya ina ujumbe fulani pale ndani ya, kwa sababu inasema mlisema tuwezi hatuwezi hatuwezi, eti mlisema hatufiki hatufiki hatufiki. Yani kulingana na mazingira, unajua unaweza ukafanya kitu. Si unaona mimi leo niko kwenye interview hapo e, yaani kuna mtu mwingine akiniona ananichukulia kawaida, kumbe mimi na uwezo yani, wa kufanya kama hivi tunavyoongea na nini. Kwa hiyo kuna mtu mwingine anaweza kuwa pembeni, akajua kabisa huyo mshikaji hawezi kuongea au hawezi kufika ile sehemu ambayo anahitaji kumbe mimi na na uwezo wa kufanya. Kwa ngoma ile ina, ina, inaenda ina kwenye mitindo hiyo. Yaani kuna watu unajua, sisi tunachokiimba kiko yani, kiko ulaiani tuseme. Yaani watu wanaishi nacho. E, mfano hata we unaweza kuwa na mtu wako akakuchukulia poa, yani akaona ya, kwamba wewe Ilala wezi kufika au Sinza wezi fika. Lakini unakuwa na uwezo wa kufika na ukaenda pale ukafika ukawaambia kabisa kwamba mimi umlisema sitoweza kufika, sasa nimefika. Ya kimaisha, kifamilia, kimapato yani hivyo yeah. Hivyo uh, uh, umeimba, walisema hatuwe, lakini kumbuka, kishua mzee, wakishua mzee hapana sikia hapa moyo waje na E, tunasafirisha ujumbe kwa na watu pia, ndo hivyo unajua, ndo kama vile nilivyokuambia, mziki mziki si unabeba, una watu wengi e, unajua kuna watu mambo tunawaimba sisi, watu wanaishi nayo e, watu wanaishi nayo e, watu wanaishi nayo, watu wanapata matatizo mengi, wanapata furaha nyingi, wanapata kila changamoto. Kwa hiyo sisi tunachokiimba kama wasanii ni vitu ambavyo watu wanaishi navyo e, kwa hiyo ni kama ujumbe tunafikisha ili kuwapa attention watu wanajua kwamba kuna hili na hili na hili. Sawa. Na okay, so, tell me kwa nini mapenzi? Ulishie kuteswa na mapenzi? Hapana, mimi sijai kutendwa, acha msiana taratibu, mzee miaka kumi. Sikia, sikia, sikia, miaka kumi na sasa, turudishe nyuma sawa, tuongee ukweli, kwani mashabiki hawajui kama washia kuumizwa miaka kumi na saba mpaka sasa hivi. Adona, una miaka mingapi? Ni miaka mingi shurba, lazima utakuwa umepitia unew, nakwambia. Uh, na jabari bora ni lile ambalo limepitia misuko misukosuko, misukosuko haikosi hapa na pale. Lakini sasa unajua, kuna maisha mengine si mtu unaachana nayo e, yaani hata kama ilikuja kutokea mwanzo kule, lakini lazima mtu angalie maisha yako ulionayo mbele yako, ila kwa sasa mimi kwanza siku hivi siko hivi yani. E, sasa niko vizuri yani. Unaona mama mtu si yule pale unamuona mama, mama nini? Ye, kama kawa afu na yeye pia mwimbaji atakuja. <laughs> yule pia mwimbaji e. E, kama kawaida kuna nyimbo ambazo tumeimba kama nakuvishapete e, aliangu mbaya tuna nyimbo nyingi tumeimba naye tumefanya video e, tumeimba naye. Your plan, kwenye namna kuzi launch hizi nyimbo kwa sababu sasa hivi muziki unahitaji promotion. Strategic zako ziko vipi za ngoma zako mpya ah uh? Kwa sasa ndo nazifanyia maandalizi, nazifanyia maandalizi kwanza kabisa ngoma hizi nimemaliza juzi juzi. Kwa hiyo nazifanyia maandalizi kwanza video nzuri, ili tufanye promotion washabiki eh, wa ziwafikia washabiki yeah. Kwa hiyo sasa najipanga kwa kufanya nani hizo? Mm, video vichupa tayari ah, vichupa bado, ndo na wiki nitakuwa nimefanya hii, yeah. bado ni nani, tumfunike huyu. kwa nini naweza kana sema akishua ni msanii eh, gani? Direkta... <laughs> Okay. Eh. Okay. mkubwa ambaye unamuona sasa hivi Bongo mkipewa bato tubato anakaa, mimi, mimi kwa kweli ninavyojiamini Mi hata Mondi na naimba naye, hawezi kunidharau kwa sababu anajua Kigoma kuna nini. Kigoma ile ile zamani. Ile ile, yani, ile ile. Yani, sisi wote tumetoka kule, anajua yeah. Mi naweza nikaimba naye mziki na kafly. Yeah. Okay. So Diamond, unaweza kumkalisha Mkigoma bado bado. Hapana, mziki unajua mambo ya mziki huwezi kusema hivyo mm. ila tunaweza tukafanya ngoma nzuri ya okay, yeah, ambayo tukawafurahisha washabiki mm. yeah. mm. Mziki kwenye mziki kuna bahati unaamini. E, zipo bahati, zipo bahati, zipo <laughs> eh. yeah. Eh, lazima unajua, sio mziki tu eh, yani kila kitu ambacho tunamtegemea mwenyezi Mungu mm. Eh, lazima kinahitaji bahati E, bahati ipo e, na, na kama mi navyoongea kama mvona, na navyoona navokuelekezea kwamba eh lazima mtu najiangalia ulikotoka na ulipofikia. E, yani kuna mazingira e, kuna mazingira ambayo unaweza umetoka na ikafikia hatua fulani ukajua kabisa kwamba mimi nina bahati e, kwa sababu sio watu wote wanaweza, e, sio watu wote wanaweza. Ni msanii gani ukimwona unasema ulipata bahati? Eh? Ni msanii gani ambaye msanii gani ambaye ukimwona sema sema dogo alikuwa na bahati kaenda mjini. Ah. Soko bahati. Neema <laughs> za Mungu. <laughs> Eh, hizo ni neema za Mungu unajua ngoja nikuambie kitu kimoja. Tutulie kwanza kishua. Jibu <laughs> <Nima kwanza> swali. <laughs> <laughs> Ni msanii gani ambaye unamwona ana bahati? Ah, kitu kimoja. Tutulie kwanza. Kishua. Jibu kwanza swali. Ni msanii gani ambaye unamwona ana bahati? Ni Mondi. Mondi. Lakini na Chino na na Chino pia <laughs> na, Chino, eh, na, Chino. <laughs> Na Chino, Chino, Chino na Bahati, Di Voice, wote wote wote wanabahati kweli, lakini me, pia na na kujituma. Unajua kila kitu lazima ujitume. Unajua mtu hawezi kuwekeza hela sehemu ambako anajua kuna anda kupoteza. Unajua eh, lazima mtu ajitume Eh, unajua unaweza kujituma kulingana hata na uwezo wako ukawa labda yani, unafikia, yani unakuwa uwezi kufika mbele, mtu akaona kabisa huyu hapa mbona ana uwezo wa kutoka hapa kwenda hapa na nikiweka nani yangu hapa mbeleni naweza nikafanya kitu fulani au vipi, eh. Kwa hiyo unakuta anaweza kuwa na bahati pia na uwezo unajua, eh, sio kwamba kila mtu anaweza eh, anaweza kuwa na uwezo wenyewe binafsi wa kuonyesha